Ndege ya abiria ya Batik Air iliweza kunusurika kuweza kuteleza eh, wakati wa kuweza kutua katika uwanja eh, wa ndege wa kimataifa wa Soekarno-Hatta eh, kutokana na hali mbaya ya hewa, tukio lililonaswa eh, kwenye video ambayo pia iliweza kurekodiwa na mmoja wa abiria na kuweza kusambaa kwa kasi eh, katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa, katika video hiyo ndege ambayo pia iliweza kuonekana ikitikisika eh, kwa nguvu wakati wa kutua, ikionyesha hali ya hatari huku pia ikiweza kukaribia toka nje ya njia ya kuweza kurukia eh, au kutua runway, ambayo pia ne, barabara hizo huwa zinatumiwa ndege kuweza kupaa lakini pia kuweza kutua. Batik Air pia iliweza kudhibitisha tukio hilo na kueleza kuwa hakuna abiria wala wahudumu ambao pia wameweza kupata madhara au kuweza kuumia. Sasa ndege hiyo ambayo ni Batik Air iliweza kunusurika kuweza kupata ajali wakati inatua ni aina ya Boeing 737 900ER ndege hii pia iliweza ku E kuhusika kwenye ajali ya Batik Air flight ambayo inafahamika kwa namba elfu sita mia tatu na themanini e, e, ambapo pia ilishawahi kunusurika kupata ajali ndege hii hii, pia ilikuwa ni tarehe sita ya mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na kumi na tano ambapo pia iliweza kuondoka Jakarta e, ja, ja na ikaanza kutua e, au pia ikitakiwa kuweza kutua katika uwanja wa ndege wa Yogyakarta, lakini pia ilikutwa e, mara baada ya kuweza ku, kupata, kupata habari za kwamba ndege hiyo kuweza kudondoka. So aina hii hii ya ndege mwaka 2015 mwezi wa 11 tarehe sita iliweza kunusurika kuweza kupata ajali katika e, kiwanja cha ndege hivyo hivyo. So na mwaka huu pia imeonekana kuweza kunusurika tena kuweza kupata ajali. So ilikuwa ni takriban mita mia tu mara baada ya ndege hiyo kuweza kutua katika uwanja huo e, wa ndege so ikaweza kupata ni hitilafu tunaweza tukasema hivyo hivo, kwa sababu e, ndege hii hii mwaka 2015 mwezi wa 11 iliweza kunusurika pia, na mwaka huu 2025 imeweza kunusurika pia hivyo hivyo kuweza kupata ajali katika uwanja huo e, wa ndege. Ndege inafahamika kwa jina la Batik Air, lakini pia e, kutokana na e, sababu ambazo pia hazijaelezwa wazi kwamba ilikuwa ni vipi. E, sisi sawa kama sawa sawasawa pia tutakuwa watu wa kwanza kabisa kuweza kupatia updates na notification kuhusiana na ajali uh, hii, lakini pia ingalia kwa kwamba hakuna mtu ambaye ameumia, ikiwa e, ni abiria au wahudumu wowote ambao wameweza kupoteza maisha, so hakuna ambao eh, kifo wala pia mtu yoyote kuonekana kuweza kupata majeraha tofauti tofauti kutokana na eh, chanzo cha ajali hiyo eh, bado kuto kufahamika kwamba ilikuwa ni hitilafu ya ndege yenyewe au namna gani vipi? So endelea kutufuatia sisi kama Sawasawa, kwa sababu tutakupatia updates nyingi zaidi kutokana na kile kitu ambacho kinakuwa kinaendelea. Drop comment yako hapo, tutakometisha kinoma noma chao.